Bunge la Marekani limekataa kupitisha mswada wa bajeti wa Rais Donald Trump, jambo lilosababisha kufungwa kwa shughuli za serikali. Hali hiyo imesababisha maelfu ya wafanyakazi wanaotegemea kulipwa na serikali kuu kusalia majumbani kwa muda wote ambao shughuli za serikali zimefungwa na wale wafanyakazi ambao ni lazima waendelee kwenda kazini kama maafisa wa usalama, wanajeshi, madaktari na waongoza ndege watalazimika kuendelea kufanya kazi bila malipo. Hali hiyo imetokea mara baada ya wa Republican ambacho ndicho chama cha Rais Donald Trump kutoa mapendekezo ya bajeti yaliyokataliwa na chama cha Democratic na wakati huo huo mapendekezo yaliyotolewa na wa Democratic yamekataliwa na chama cha Republican. Kwa hiyo tunaweza kusema kila chama kimemvimbia mwenzake. Na hali hiyo imetokea mara baada ya wa Democratic kufahamu kwamba licha ya Republican kuwa na udhibiti wa mabaraza yote mawili kwa maana ya baraza la seneti na baraza la wawakilishi, bado linahitaji kufikisha asilimia sitini ya kura ili bajeti iweze kupita, na kura hizo haziwezi kufikiwa bila msaada wa Democratic. Lakini chimbuko hasa la mgogoro huu ni nini? Fuatana nami tuweze kuangazia kiunaga ubaga. Mvutano mkubwa kati ya pande hizi mbili umejikita kwenye bajeti ya huduma za afya wa Democratic wamekataa kuunga mkono muswada wa Republican ambao wanasema utaongeza ugumu kwa Wamarekani kumudu gharama za matibabu. Wa Democratic walitaka muda wa ruzuku za kodi zinazopunguza gharama za bima ya afya kwa mamilioni ya wa Wamarekani uongezwe kabla haujaishwa, na pia wanataka kurejeshwa kwa fedha zilizopunguzwa kwenye mpango wa afya wa umma wakati wa utawala wa Donald Trump. pia wanapinga kupunguzwa kwa bajeti ya mashirika ya afya ya serikali, wakati Republican wao kipaumbele ni kuongeza bajeti ya kijeshi na kudhibiti wahamiaji haramu. Licha ya kwamba si taasisi zote za serikali zitafungwa, wafanyakazi wanaochukuliwa kuwa walazima wataendelea kufanya kazi kama kawaida bila kulipwa mishahara miongoni mwao ni mwa walinzi wa mipaka, maafisa wa uhamiaji na forodha, maafisa wa polisi, madaktari na wauguzi wa hospitali za serikali, pamoja na wasimamizi wa usalama wa anga. Wafanyakazi wa serikali waliotajwa kuwa si wa lazima watawekwa kwenye mapumziko ya muda bila mshahara, ambapo baada ya shughuli za serikali kurejea, hupokea malipo yao ya nyuma. Taasisi kama vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, na taasisi za kitaifa za afya huenda zikalazimika kuwapumzisha mamia ya watafiti, jambo litakaloathiri utafiti na majaribio yanayoendelea. Serikali ya Marekani ilipofungwa kwa mara ya mwisho mwaka 2018, mbuga na misitu ya taifa zilibaki wazi, lakini hazikuwa na wafanyakazi wa kutosha. Hali hiyo ilisababisha uharibifu, takataka na uporaji katika maeneo ya kihistoria. Pia huenda kukawa na ucheleweshaji wa safari za ndege, ambapo mashirika ya ndege yameonya kwamba mifumo ya usafiri wa anga inaweza kulazimika kupunguza kasi ili kudhibiti usalama, jambo litakalopunguza ufanisi. Vituo vya utoaji pasipoti navyo vimeonya kwamba taratibu za nyaraka za kusafiria zitachukua muda mrefu zaidi. Serikali kuu inafadhili mabilioni ya dola kwa mikopo na ruzuku za wanafunzi, hivyo huduma hizo pia zinaweza kusuasua, ingawa kwa sasa hazitaathirika sana kwa sababu ruzuku nyingi hutolewa majira ya kiangazi ya Marekani. Kwa kawaida, madhara ya kufungwa kwa serikali kuu huanza kuonekana taratibu, lakini kadri siku zinavyosonga athari huongezeka na kugusa si tu wafanyakazi wa shirikisho pekee bali wananchi wa kawaida. Wachambuzi wa maswala wanatarajia kwamba kufungwa kwa serikali awamu hii kunaweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko ile ya mwaka 2018. Takwimu za ofisi ya bajeti ya bunge zinaonyesha kwamba ni takriban wafanyakazi wa serikali laki saba na hamsini hawatakuwa na mshahara, wakati rais wa nchi hiyo Donald Trump akitishia kuwapumzisha wafanyakazi wengi zaidi.